Chama cha Mapinduzi UVCCM umewataka mawaziri walioteuliwa na Rais John Magufuli kuwajibika kikamilifu katika nafasi zao kwa lengo la kuendana na kasi katika utendaji. Katibu wa idara ya uhamasishaji, sera, utafiti na mawasiliano, Egla Obedi Mamoto, ametoa maelezo hayo katika mkutano na wanahabari hii leo tunampongeza sana Mheshimiwa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa uteuzi mahiri na makini wa baraza la mawaziri aliyoliteua tarehe kumi mwezi wa 12 mwaka 2015 ni baraza dogo lakini lililokamilika katika kuhakikisha linagusa kila sekta lakini pia umoja wa vijana tumefarijika zaidi kwa baraza hili kuwa na vijana wengi kwa hakika tunaona dhamira ya dhati ya Mheshimiwa raisi Dkt. John Pombe Magufuli ya kuhakikisha Tanzania inapata mabadiliko ya haraka. Sote tunaamini nguvu kazi ya taifa letu ni vijana. Katika hatua nyingine, mamoto amewasihi mawaziri hao kuwajibika ili kuleta imani zaidi kwa wananchi katika utendaji wao. Mmoja wa vijana wa CCM inachukua fursa hii kuwataka mawaziri wote walioteuliwa wakatekeleze ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kasi ambayo ameanza nayo Mheshimiwa Rais katika maeneo mbalimbali. Changamoto ni nyingi sana, na ilani ya CCM imeainisha kinaga ubaga ni mambo gani ya msingi serikali ya awamu ya tano inatakiwa kuelekeza nguvu zake ili kuhakikisha inamkwamua mtanzania kwenye dimbwi la umaskini.